Ni daktari wa kinywa na meno kutokea Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Katavi. Naam, tutazame hili, utunzaji wa kinywa na meno. Hili ni darasa. Mimi nafahamu tu kinywa meno, piga zangu mswaki, jambo limekwisha. Nawezaje kutunza kinywa changu? Nawezaje kutunza meno? Okay, uh, kwa upande wa kinywa tuna matatizo mengi sana ambayo yanaweza yakamkumba mtu yeyote kulingana anaweza akawa ni mtoto au mtu mzima. Sasa matatizo yote hayo chanzo kikubwa kinakuwa ni sisi wenyewe. Sisi wenyewe kwa maana ipi? Kwa maana ya usafi. Mm. Kwa sababu magonjwa mengi ya kinywa na meno yanasababishwa na usafi. Yaani kukosekana, yaani kutofanya usafi kwa usahihi inavyotakiwa. Hiyo inaweza kapelekea ukapata changamoto mbalimbali na tuna magonjwa mengi sana ya kinywa na meno. Mm. Kwa hiyo silaha kubwa ya kuweza kuepukana na haya matatizo silaha kubwa ambayo ni basic ya kwanza kabisa ogani usafi. Kwa hiyo usafi unapokuwa mzuri na kutunza kinywa chako vizuri, inaweza kukusaidia kuepukana na haya matatizo kama meno kuoza, magonjwa ya fizi, magonjwa ya fizi na zungumzia, jino linakuwa limeshikiliwa kwenye mfupa, lina fizi ile na nyuzi ziko pale ndani hmm, ambazo kitaalamu tunaita tunaita periodontal fibers Hmm. Sasa zile zinaweza zikaasiliwa na na magonjwa mbalimbali endapo kukiwa hakuna usafi ambao ni sahihi unaofanyika kwenye kinywa cha mtu yoyote. Inaweza ikawa ikamkuta mtoto, mtu mzima, katika umri wote. Kwa hiyo hayo ni matatizo yanayoweza kuwakuta watu na kuwakumba na kupelekea madhara makubwa sana ikiwepo mojawapo meno kuoza hmm. na meno na kama jino litaoza likatoboka mtu huyu anaweza kapata matatizo mengine tena kutokana na ile jino kama vile kuvimba taya, akapata kitu kinaitwa majipu ya fizi na taya. Huyu mtu pia anaweza akawa anapata maumivu makali sana, ambayo akawa anampelekea anashindwa kuendesha maisha yake kila siku, kama vile kula, hata kupumzika, hata ile furaha yake inaweza ikawa ni changamoto kidogo, lakini chanzo kikubwa inakuwa ni ile jino lililotoboka. Sasa ile jino kumua. Lakini unapowahi ndio maana hata mwanzo nilishauri unapowahi kufika mapema mwanzoni, matibabu yanakuwa mazuri sana, jino linazibwa, na dawa zipo, na vitendea kazi vyote vipo, tunafanya kazi vizuri na utabaki na meno yako vizuri. Kwa hiyo kung'oa sio sio matibabu mazuri sana ya jino, yatafanyika pale inapotakika, lakini matibabu mazuri sana ni ya kulibakiza lakini matibabu ya bila kung'oa kwa huyu aliyeuliza, maana yake jibu inawezekana. Inawezekana? Hmm. Kutibiwa hapana, hii yapo wazi. Na hii kasumba imekuwa ni, ni, ni, ni, ni kama ni kama kauli mbiu sana kwenye jamii zetu hizi. Hmm. Sio kweli kwamba uking'oa jino mdudu anaamia jino lingine. Hapana, hiyo sio sahihi na sio kweli kabisa, tuitoe hata kwenye mawazo yetu. Hmm. Ni kwamba mtu anakuja unakuta na meno zaidi ya moja yameshakuwa na shida. Kwa hiyo unapomtibia jino moja unaweza kumng'oa jino moja. Ataenda huyu mtu kampa ushauri arudi. Mwisho wa siku unakuta harudi. Kwa hiyo yale meno mwisho wa siku yatamuuma automatic atakuja tena. Hmm. Akija tena utang'oa tena. Hea, kwa hiyo yeye atajenga fikra kwamba yule mdudu aliamia huko. Hapana, sio sahihi. Sio sahihi, lakini jino moja linaweza likaharibika likasababisha madhara mengine. Kwa mfano, mtu anaweza kauma jino akana maumivu makali. Hmm. Atashindwa kufanya usafi kwenye upande huo jino linalomsumbua si ndio? Mm. Akishindwa kufanya usafi maana yake anatengeneza hatari kwa meno mengine haya hapa. Kwa hiyo jino moja linaweza likakuuma ukashindwa kusafisha vizuri meno mengine kutokana na maumivu au umevimba au changamoto zingine kutokana na jino moja. Kwa hiyo kushindwa kwako kusafisha meno mengine au upande huo vizuri inaweza ikapelekea madhara kwa meno mengine. Lakini pia ninachotamani kuambia wagonjwa wanaosumbuliwa kinywa na meno waweze kufika kwa wakati au wafike mapema pale wanapoona changamoto imetokea, au hata kama changamoto haijatokea, anaweza kafika kwenye kliniki zetu pale kupata huduma zetu katika hospitali ya Rufaa mkoa. Mimi nawakaribisha sana, huduma ni nzuri na vifaa tunavyo, na nipende kuambia huduma tunazotoa katika hospitali yetu ya Rufaa mkoa wa Katavi, naweza nikazitaja japo kwa haraka, huduma ya kwanza tuna, huduma ya kuziba meno kwa kutumia dawa ya muda mfupi yani tunaita temporary filling, na tuna huduma ya kuziba meno kwa kutumia dawa ya muda mrefu yani tunaita kitaalamu permanent tooth filling. Lakini pia tuna huduma ya kusafisha kinywa kwa wale ambao wanakuwa na uchafu kwenye kinywa, tunaita tunaita, kuna utando wa njano kwenye meno na fizi, tunasafisha. Lakini pia tuna huduma ya kufanya check up, pia na kutoa ushauri kwa wale wagonjwa wetu wanaofika pale. Lakini pia tuna huduma ya kung'oa meno kwa yale ambayo hayawezi kurekebishika au kutengenezwa kurudi katika hali yake. Lakini pia tuna huduma ya upasuaji wa wa uvimbe kwenye mataya na sehemu ya sula, ya, ya, ya sula. Lakini pia tuna huduma pia ya, <coughs> ya tuna tuna huduma ya x-ray. tuna x-ray ya meno ambayo tunaita periapical x-ray pia tunafanya pale kwenye kitengo chetu. Lakini pia tunatoa huduma ya kuunganisha mataya kwa wagonjwa wetu, kwa mfano waliopata ajali, kuunganisha mataya yale, mara nyingi wale waliovunjika, waliopata mivunjiko, tuna, tuna hiyo huduma pale kwetu pia. Uh, lakini pia tuna huduma nyingine ambayo ni mm, <coughs> ni upasuaji wa haya majipu na haya mataya pamoja na kutoa uvimbe kwenye mataya pamoja na sehemu ya, ya, ya sula. Kwa hiyo ya, ya, ya sula, kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi wetu wote, kwa ushauri, kwa uchunguzi, kwa huduma huduma zetu. Zimeimalika na unaweza ukafika ukatembelea pale ukaangalia hata mazingira yetu ni mazuri. Karibuni sana.